Lengo la kuwaita leo hapa ni ni kwa ajili ya kuzungumza na wanakatavi kama nilivyotangulia kueleza, kwa ajili ya kuwapa taarifa za mambo mbalimbali. Lakini pia kama tunavyofahamu kwamba siku ya jana mheshimiwa Rais aliweza kutoa maelekezo ya kuhakikisha kwamba wananchi waendelee na shughuli wa zao za kiuchumi kama kawaida, lakini ni toe shukurani kwa wananchi wa mkoa wa Katavi kwamba katika kipindi chote wamekuwa katika hali ya usalama na wamefanya ushirikiano wa hali ya juu na serikali kuhakikisha kwamba mkoa huu unaendelea kuwa katika hali ya usalama na ya kwa, kwa, kwa maana hiyo, wote tunatambua kwamba shughuli za kiuchumi na shughuli za kijamii hazikusimama na zilikuwa zinaendelea kipindi chote. Lakini kwa leo ni msisitizo tu kwamba shughuli hizo zote ziendelee kwa sababu mkoa wetu unaendelea kuwa salama mpaka kipindi hiki. Lakini jambo la pili ni ku kuwafahamisha pia kwamba utoaji wa huduma zote za jamii uendelee kutolewa kwa wananchi wote wa mkoa wa Katavi mahali popote, na hii inahusiana na huduma za umma zinazotolewa kwa wananchi lakini pia na huduma za taasisi binafsi ambazo pia zinatolewa kwa wananchi. Kwa mfano tuna huduma za elimu, tuna huduma za afya, usafiri masuala ya biashara, kwa maana ya ufunguaji wa maduka, ufunguaji wa masoko e, vituo vya mafuta na kadhalika, kama nilivyotangulia kueleza kwamba huduma zilikuwa zinaendelea kutolewa, lakini sasa zitolewe kwa upana wake na ukamilifu wake, kwa sababu mkoa wetu ni salama. Lakini swala lingine la tatu, niendelee kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Katavi kuendelea kudumisha hali ya usalama na kuendelea kushirikiana na serikali pamoja na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaendelea kuwa imara zaidi katika mkoa wetu. Na niwaombe pale ambapo atabaini dalili zozote za uvunjifu wa amani au dalili zozote e, za kufanya mipango ya uvunjifu wa amani au kuleta taharuki, basi waweze kutoa taarifa kwetu, kwa maana serikali na vyombo vya ulinzi na usalama, ili tuweze kuchukua hatua zitakazohakikisha kwamba usalama wa wananchi unaendelea kubakia sawasawa sawa. Lakini ningine niwaombe pia wananchi kuendelea kuepuka ushawishi unaohusiana na kuleta machafuko au kuvuruga amani kwa namna yoyote ile, kwa sababu jambo hilo lina athari kwa kila mtu na lina athari kubwa. Hivyo niwaombe wanakatavi wasifanye hivyo. Niombe pia wafanyabiashara wote katika mkoa wa Katavi kutokutumia vibaya nafasi hii ya hali iliyokuwa ikiendelea katika miji mingine kupandisha bei za mazao. Niwaombe sana bei za ma mazao, bidhaa mbalimbali zote ziendelee kuwa bei za kawaida, na zile bidhaa ambazo bei zake huwa zinapangwa na serikali, kwa maana bei elekezi inatolewa na serikali, kwa mfano masuala ya mafuta, niwaombe sana waendelee kufanya biashara zao na kuwahudumia wananchi kwa bei ambazo zimepangwa na serikali. Lakini kwa bidhaa nyingine ambazo hazina bei elekezi ya serikali wote tunafahamu bei za sokoni zilivyo ndani ya mkoa wetu, ni waombe kuendelea kufanya hivyo. Tumefanya tathmini ndogo, mpaka sasa katika kipindi chote hatukuona ongezeko lolote la bei, lakini nazungumza hapa kwa maana ya kuwakumbusha kwamba waendelee kutoa huduma kwa, kwa, kwa wananchi kwa bei zilizopo e, sokoni, kwa bei zinazoendana na uhalisia wa maisha ya wananchi wote wa mkoa wa Katavi. Nimalizie kwa kuendelea kuwashukuru sana wananchi wote wa mkoa wa Katavi, yakiwemo pia makundi maalum ya vijana, makundi ya viongozi wa dini, viongozi wa mila, wazee, wanawake, vijana, waandishi wa habari na Wanakatavi wote kwa ujumla, kwa kuendelea kudumisha amani ndani ya mkoa wetu. Mkoa wetu uko salama, kwa hiyo kama ilivyoelekezwa, niombe kila mmoja aendelee na shughuli zake e, akiwa hana hofu ya aina yoyote ile.